Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunaendelea kumbushana masuala mbalimbali katika dini yetu, na siku yetu hii ya leo Alhamisi huwa tukisomeana masuala ya fiqhu tahawulat, tunaendelea kutaja alama za kiama kwa ule mgawanyo wanachuoni kwamba alamatulwusta alama, alama za kati na kati ambazo zilitokea ni ishara kutokea kwake kwamba hatupo mbali, kuanzia karna Nabii Allah Adam huko mpaka kufikia sisi umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya ni matukio tunasema ni ya kati na kati kutujulisha sisi watu wafanye isticdadi ni yaumi arrahil wa yaumi alqiyama, siku yako. Manake yaumi arrahil inaweza kuwa ndo kiama chako, kama tulivyokuwa tumeelezana huko nyuma, kwa darasa za nyuma kwamba ulama wanatuambia iko saa li kulli fardin, kipo kiama kwa kila mmoja mmoja, na kipo kiama kile tukijua cho kwa watu sote. Sasa isije kawa pia ile yaumi arrahil yako ni pati ya hilo <coughs> almaru ya mtu ala maasha alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Tunatambia mtu yoyote anakufa vile alivyoishi. Ukiishi kwa sura ambayo itakuwa ni mahmud, basi na wewe utakufa mahmude na utazikwa katika sura ya mahmud, ikiwa sivyo hivyo alkadhalika. Kwa hiyo tunazieleza hizi alama kupata mazingatio na kupata waadhi. Jana tulikuwa tukizungumzia masala ya fathu baitul maqdis, na tukaona kwamba chuki iliojengeka ni kwa sababu ya historia huko nyuma, kwamba ilifanywa fathi baitul maqdis ndo mpaka leo wanahisi kwamba kwa ni yao, lakini kiimani, kama tunavyosema, ardhi yote ni ya Waislamu asabu mfalme wa so, kwanza tuiseme mfalme tuseme labda kwa lugha yetu sisi, kiongozi yule wa kwanza kabisa ambaye ni mtume wetu Muhammad saw katika umma huu, ndio alikuwa na mamlaka ya ardhi zote duniani. Kwa hiyo ilikuwa ni haki kila sehemu kupeleka sheria na hukumu zitumike tukaona pia katika alama taun lakini, taun Imwas, eh, ugonjwa wa tauni ya Imwas, ambayo mara nyingi sana ugonjwa kama huu unakuwa na madhara makubwa, na hata sheria yetu ya Kiislamu ikataka yaani ikatoa baadhi ya viashiria kwamba ikitokezea ugonjwa kama huu, basi watu waepukane na eneo kama lile, kutokana na ubaya na athari mbaya ya ugonjwa kama huu ambayo, e... tauni ndo lugha ya Kiarabu, kwa lugha nyingine hatujui ugonjwa huu unaitwa vipi. Hata sisi wenyewe saii tunasema ugonjwa wa tauni, lakini ugonjwa ambao unatokana nao na panya wengine labda kwenye lugha yao zetu wanakuwa wanaita mara nyingi ni ugonjwa plague of anwas, plague of anwas, kwamba huo ugonjwa unaotokana na panya ni tauni. Tukaelezea kwamba lakini ya eneo maalum immos, immos ni kijiji na kitongoji, iliingia ilijanga Tukajifunza vitu viwili kwamba sehemu yenye janga utakiwi kwenda, na wewe uliopata janga ile sehemu utakiwi kutoka, kwa sababu utakapotoka utaenda kueneza e, ugonjwa huo mbaya. Maanakei ni migonjwa ya milipuko inapokuja hii inakuwa ni hatari, na tunaona kila zama unatokea kwa sampuli tofauti tofauti akawa watu wamekuwa wabaya. Mwenyezi Mungu atuondoshe, yeah. Watu wana lengo kupunguza wezao duniani kwa hiyo wanatengeneza vitu vya hatari sana vinakuwa vinaathiri watu, wana mbinu mbalimbali. Kwa hiyo yote hii ni katika namna tulioambiwa kwamba kiama hakiko mbali. Leo tuangazie katika moja, maulamao wametuambia za alama za kiama kati na kati ni ile maktal khalifa

Sadam alimuuliza mwezie katika wezake kuhusu na fitna alati tamuju itakuwa inatembea kwa kasi sana, kama uji bahari kama vile e, mtembeo wa nini wa mawimbi ya bahari qal, akasema ya amiru lmuminin, ewe kiongozi wa umini, kiongozi wa umma. La basa alika, hakuna baya kwa kwewe katika hayo, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa, kati ya hiyo fitna na wewe kuna mlango umekupa pazia, maana yake hutokuwa kwa wewe miongoni mwa hao akastaghrab, kwamba manake hata ufikia zama za fitna hizo walizozungumzia Mtume swalla salam, kisha akamwambia Sina mwana kauliza, a yuftahul bab am yuksar, yeye huo mlango na wazungumzia kwamba eh baba mgulak, manake mlango uliofungwa kama msitokuwa katika kushiriki hilo. Yuftahul bab am yuksar, mlango utafunguliwa au utavunjwa? Qala bal yuksar, utavunjwa dhaka ahra an la yughlaq, basi Sayyidna Umar akapata hikma na maono, kwa sababu bora mlango huo usifungwe. Maana kwamba ikitokea fitna kama hiyo, bora yeye asifanye nini? Asifanye yani ukinzani, kwa mlango huo usifungwe, sababu fanya ukinzani, maana yake itakuwa ndio hiyo fitna kubwa sana na hii ndio ilikuwa hikma ya watu wa Kimungu. Wacha Mungu akiona jambo hili bwana, kwa ajili ya mimi litaharibika, wanajiweka pembeni. Lakini ukiona kwa ajili ya mimi sawa, litakaa sawa, wako tayari kusacrifice hata roho zao. Ndio kama hayo walifanya eh, eh ashabiyun radiyallahu ta'ala anhum. Kwa kwamba walijitoa hata nafsi zao ili majambo yaende vizuri, watu wasipate maafa. kwa hiyo kwamba kwamba la kolepombaaawamba ayughlaqu lbabu au yuksar, mlango utafungwa au utavunjwa. Akasema bali uksar, mlango utavunjwa tu, tusbasi ahsan. Ufanyeje ahra alla yughlaqa wa fihi ana lbaba huwa Umar sayyid hu, hu, mlango nakusudiwa ni nini ni

faghamazha faqalahu Abu Dhar, yani manake akauchukua ule mkono kama ghamazama, nataka kusidika chini kama, yani anamsitiza nisikize, nataka kuambia kitu. Kisha anatuambia arsala yadai kwa kusema maneno kwamba ya kufla alfitna ya kufla alfitna, yani mtuusakada Umar nini? Kufuli ya fitna, koona kwamba atakubali hatofana revenge au hatofana nini. Tunasema ile wasi wote katika lile fitna ikawa kubwa, na ndio maana katika kadhia kama hii pia mara nyingine anaitwa eh, katika vitabu utakuta vinaoandikwa inaitwa ghalaq al fitna yani sayyidna Umar anaitwa nini? Ghalaq al fitna, mfungaji wa ile fitna Pasabu, ilo, kwa sababu ikitokea hilo ana uwezo wa kufanya chochote, lakini alikaa nyumbani kwake kwa maumivu mpaka umauti ukamchukua. Sababu kama amiru muuminini alikuwa amrishe tu, kauliwa basi kama hivi leo eh, ufalme awezi kukubali rais afanyiwe kitu cha ovyo ovyo tu. Hata yeye mwenyewe rais akiridhia, basi utaratibu au protocol hairuhusu, lazima ichukue hatua. Kwa hiyo na yeye Sayyidna Omar ilikuwa hivyo kwamba serikali yake ingeweza kuchukua hatua, lakini alielewa kwa yale maana ya mtume kuitwa ya kufla alfitna kufuli ni ya fitna kwamba utaifunga na kama anatabiriwa atauliwa atafanywa kadha, lakini yeye asirejeshe mabaya abidhara. Akasema la tusibu kum fitna madama hadha fikum wa ashara, ila Umar akasema ya Rasulullah, itakuwa hilo jambo kubwa sana. Akasema nyinyi haitowapeteni fitna madama Umar yupo alafu wewe leo unakuja unaanza kumtukana sahaba wa Mtume radhi Allahu anhu. Mwenyewe aliwajua wote na alijua strength yao wote, na senat tunajua alikuwa ni mtu shadidi. Sasa wale ile mentality ya wengi kwa wajua huyu kama vile vana kutoka Maka kwenda Madina, akasema ambayo anataka mkewe awe Uh, mjane watoto wake wayatima, mimi napitia njia hii, kwa hiyo aje tu, wakajua kwamba haitowezekana kwamba naye atafanya cha kufanya, lakini akafata wasii wa Mtume yeye ni kuflal fitna, na akamwambia bidharu kwamba nyinyi hamwezi mkaingia kwenye fitna, wakati wa mari huko radhiallahu anhu na kweli vile manako wale wa maadui walifanikiwa, kaona kwamba sisi ndo kukaa hakuna ile taharuki kubwa, kama sina maana ingeamrisha watu wafanyiwe revenge. Na pia ipo riwaya inasema, ma bainakum wa baina an yursala alaykum sharu farasikha illa mautu Umar, radiyallahu anhu kwamba hamtopata, yaani manake hakuna kati ya nini na mpaka kufikia mpate mambo <coughs> magumu magumu ya shari na hivi, madamu Umar a yupo. Akishaondoka Umar hapo, sasa mnaweza mkawa, kwa sababu tena hapo itakuwa kuna hamasa mbalimbali na hivi, na ugomvi na hivi, yataendelea. Lakini wakati mwenyewe yupo, na mpaka kutokea ile kutwaaniwa kwake, manake kupigwa silaha kwa hali ya kuumizwa, lakini hakuchukua hasira na ghadhabu. E, alijua hili amelielekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa katika moja min, min, min, min, min zamani Nabii Llahi Adam ila Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutokea matokeo kama haya ni moja katika alama saa. Lakini kwa dakika tano hizi ilikuwaje, mpaka Sayyidina Umar kupata saibu kama hili na kuwa hajafanya chototo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwashiria na nini matokeo ya wale ambao walikuwa wamefanya tukio kama hilo kwa uchache yani, kwa kufupiliza kwamba Saidna Umar radhiallahu anhu kama inavyojulikana alikuwa akiishi Madina na, na akasema, hapa maarufu katika mambo ya tarehe ndio ipo ikhti, uh, ikhtilafu baina ra'i alikuwa anaishi pale Madina Munawwara moja katika siku katika miaka ya 644 ya miladi, ya sasa tuko 2025 takriban. Aa, ya yasemekana ya kama kwenye miaka 15 au 25 ya hijiria, lakini kauli sahihi ni miaka yani mkauli ambao ya rajih, na tazama tazama ni kumi na tano kwa kumi na mbili ndio limetokea tukio kama hilo mengi. Alfajiri anaswali baada ya kuwa, kama kawaida watu wanakusanyika kwa sala alfajiri, wanaswali. Wakati ameinama kwenda katika uh, sajida, akaja huyo mmoja katika korofi, na alikuwa ni kijakazi, yani e, maanake ni watu ambao walio najulikana kipindi hicho walikuwa ni kama ni watumishi wa eneo fulani. Sasa alikuwa na yeye ni mmoja katika watu ni watumwa, watumwa manake sio mtu muungwana. Akaja wakati ameinama athnaa sala akamchoma mkuki kwa kiasi kibaya sana, yani kimamwathiri sana, wakati mfanyaji ameenda sida. Unaona, hata sisi la maulamao wanapata tabu sana ulimwenguni ni kwa sababu kuanzia mtume wao mwenyewe tunasali kwa kiswali, mara ikwe matumbo, mara hivi watu wametrai mara ngapi kumuua. Masahaba nao wakakutana na hali kama hizo, kina Mshafi. pia pia Mshafi alipigwa gongo moja kali mpaka kwa sababu ya wa mauti wake. Alipigwa kiasi kwa mambo ya fitna ya madhhab, kwa sababu mtu mara nyingine akawa mtu anambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kula dhi ni'ma mahsud kila mtu anakuwa na neema, na usulika. Kwa kiswali, Baka kwa sababu ya mtu wake kwa sababu hii ndio sisi na mwenendo. Kwa sababu gani wanapata hali kama hiyo? Kwa sababu wamesimamia haki, na wanaposimamia haki daima unakuwa ni mbaya katika nafsi za wale wapendao dhulma. Kwa hiyo ika mtokea kama hali kama hiyo, yu, yule bwana ambaye maarufu katika vitabu vya tarehe anaitwa Feruz, yani wanapishana majina, wengine anaitwa Beiruz, wengine Feruz anahnd alikuwa akitokea pande za Nahwan yeye aka na alikuwa ni mtumwa pande za Faris. Huko Furs kuna mambo mengi sana ambayo ya uhodari wa kuathiri hata tunakumbuka, uh, fikra ya, ya Khandaq alitoa Salman al-Farisi kwa sababu wao walishikamana sana na wa waalmani wa wana, wana maarifa maarifa tangu zamani, na ndio hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakutaka hata mtume atokee kabila jingine, akatolewa kwenye kabila ambalo la haula, yani alina tamaduni yeyote, iko wajinga hawajasoma chochote, ili ionekane muujiza wa Mwenyezi Mungu kwamba kwa yule ni arasuli sio mtu labda amecreate ame mambo kutokana na ile intelligence yake, au uh, nini tuseme labda ni uhodari wa ilmu na hivi, akafikia kuwa, na hivi akafika kuna mbinu nyingi mpaka akatoka kiasi ambacho akaenda kumtani mbaya sana, ameingia katika kifua, na mpaka kwenye matumbo kwa kiasi ambacho Uh, ni pigo ambalo lilimwathiri sana Saidina Omar, na hakuchukua muda mrefu akafariki hapo Saidina Omar, kutokana na riwaya mbalimbali, akawa hana namna, na inasemekana kwamba sio, labda ni muamala wa kisiasia wamehtalifiana na chuoni, huenda ni mambo ma kuna mtu alikuwa akichukia, manake ni sio muamala, yani tuseme labda kabila na kabila alikuwa na ugomvi na nini. Ni muamala tishakhsia tu, mtu ameghadhibika, ameamua kufanya hivyo kama anavyosema, au sio? Katika siku alihukumu jambo eh, tabia, lakini hakuridhia yule mtu au vipi, akala, mwagiza, au vipi akash, akamwagiza au akachukua mtumishi kutoka huko Faris, pande za Faris, akaitwa Feruz kwa ajili ya kufanya jambo kama hilo, na akafanikiwa. Baada tu kupata jambo kama hilo, Saidna Umar akachukuliwa, akajitaitaidi, yasemekana mpaka mwenyewe kutoka nje na hivyo uh, lakini alikuwa mbaya, akachukuliwa akaingizwa nyumbani kwake, na akawa anatibiwa ile jeraha. Tiba zikaendelea, lakini uhai wake haukuendelea sana. <coughs> inasemekana kama bidu ayam, yani siku tisa mpaka siku kumi na tisa wahai wake kwa utoto kupigwa ilo pigo la kuuliwa, na kila kiulizwa anasema sabra sabra, hasemi kwamba ni nini ni nani kafanyeni hichi fanyeni hivi. E, kama vile unaona wale watu kabineti zake wanababaika tufanye vipi? Ndio ile alikuwa anashindwa kufanya revenge kwa sababu kwa wanavyotuambia wana tarehe wa hali umizo, aliumbiza sayyidina Umar ilikuwa sio mtu atakao kutoka mwenyewe nje. Kwa jinsi Mungu alimjalia ile nguvu na nini, alikuwa na wezo, lakini alikuwa na uwezo hata kufanya chochote, lakini alikumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kufla alfitna, ewe mwenye kufunga fitna kwa kaona mimi nikiwa kwa wasia wa Mtume sana, nikiwa nitafanya cha kufanya au nikaamuru watu wafanye cha kufanya, itakuwa ni majanga makubwa zaidi. Kwa hiyo aichokifanya tu baada ya kuwa kashapigwa ile, watu ukitaka tufanye chochote, tuangalie nani atakuwa kiongozi baada ya mimi, ndio neno lake. Alikuwa akisema akawa tena anasisitiza kwamba fanyeni haraka ajulikane nani kiongozi baada kwa kwa ya mimi. Kwa hiyo zikawa zinapigwa kura pale huku, yani mashura huku na kule, ni nani kwamba, Uthman Uthman, Ali. Sasa kwa mwashiria kwamba atakuwa Uthman, wengine wanasema atakuwa Ali Ali, akasema Uthman ahaki bini kwa, wakaeleza zana zana kama hivi. Kwa hiyo akashika Saidna Uthman, baada ya siku kwa baadhi ya tarehe haikufika hata siku mbili aka Mwenyezi Mungu mkhtari na kata roho. Kwa hiyo maktari yake sio maktari aliuliwa vitani au sehemu, aliuliwa msikitini anaswali, aliopigwa akaenda kufa mwenyewe kitandani, hali ya kuwa kasha ajini nani atakuwa baada yake au vipi, na hakutaka kufanya revenge yote, ambayo ni jambo lilowashangaza sana wanajamii wanaomwelewa pale katika mji wa Madina na alipokuwa amekufa kwa ile jaraha basi watu wakazika, na Saidina Uthmani akawa ndo ameashiriwa akaambiwa, akawa mwenye Saidina Uthmani hataki, itakuwaje mimi na kuna e, e, ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Saidina Ali. Ikafanywa tena shura pale, watu wakampendekeza, akawa yeye, kwa kuwa yeye sasa alikuwa na sita sita ile kuendelea kutawala, na hivi kukawasando kumeanza fitna mbalimbali, na yeye mezua akampa nguvu na uweza wa kuzipambana, lakini uh, nao wote ni hao waliotabiriwa uh, mwisho wa siku na yeye alifariki kwa ule muda wa utawala wake, ambayo tunakumbuka tulizoambiwa kwamba alitawala takriban miaka kumi na mbili katika makhalifa ambao waliopata pia muda mrefu wa kukaa ni saidna Uthman akakaa miaka 12 lakini, alikuwa ni yani, hali sio nzuri, sintofahamu kubwa sana lakini, kwa ile uh, hikma na nini ya saidna Umar kutofanya kuto revenge, ingekuwa hivyo basi ingekuwa muda ni mfupi sana, watu wangekuwa na taharuki, lakini ulimuua mtume aasalam katuambia watu kuingia katika janga la kumuua. Of course, hata kama yule aliobashiri ni mmoja, lakini kuna takhtit imefanya mipango, kuna watu maalum waliokuwa wamemchukia. Kwa hiyo kile aliojiingiza, eh, kile alioshiriki katika jambo kama hilo, basi masiri yake ni mabaya zaidi huko siku ya Kiyama kwamba nyingi uh, watu wanasema masiru qatil wa maru ya anhu lahiqan wama ruwia, kwa, kwa yule ambaye alomuua wengine, kwamba inasemekana kama kwamba yeye atakuwa ni mfuasi wa Dajjal yule yani, Feiruz alomuua uh, sayna Umar, yeye atakuwa ni mfuasi wa Dajjal. Dajjal mnaweza kujiuliza hao kwamba ikiwa atamdiriki Dajali, manake atakuja, manake atakuwa kundi lake. Ikiwa hajamdiriki Dajali, manake amekufa kabla ya Dajali, of course atakuwa huyo mtu Feruzi amekufa kabla ya Dajali, basi atamwamini kwenye kaburi lake. Hayo ndio masir au ndio matokeo ya yule ambaye alomtani, alomchoma, alikuwa kinani Saidina Umar radhiyallahu anhu, na wale wote walioshiriki Mtume s katuambia kwamba watakuwa ni wafuasi au watu wa dajali, wakikutana naye maanake, kama amekuja na wao wako hai, ndio atakuwa wafuasi wake, na kama si hivyo, basi watamwamini wao. Waliokuwa wapi? Kwa makaburini, kwamba dajali ndio mtu wao, ili siku ya kiyama waende wakachomwe moto huko. Hivi ndio ilivyokuwa kwa uchache, ee, ee, Tukio la sahabi radhiallahu taala anhu e, mwarikhuna wote wanahadithia namna hiyo kwamba kuchoma kwake kule ni ishara ya uovu wa wale waliofanya tukio kama hilo, kwa kuwa ni miongoni wama Dajjal. Sasa, allahu taala alam, tunasubiri Dajjal physical au Dajjal hawa ambao waliotambulizwa Majadali mengi madajali wako wengi sana. Dajali ni kufanya uongo au kufanya mbinu ya kumfanya mwenyezi mungu asikubali. Ndo kazi ya dajali, yani mwenyezi mungu asikubalike, asiwepo, asiaminiwe, ndo kazi ya dajali atakuja kuifanya. Atajidai kwamba yeye ni mungu. E, manake ayo madai ya nyuma zilizopita huko hazikuwa zimetosheleza, na atakuja atajidai ni mungu, atakuwa na uwezo wa kitiba ambayo anaweza kukughururi akakudanganya danganya, ukajua kwamba amefanya kweli, kumbe sio kweli, ni kiini macho. Watu watamwamini watamsadiki, hali ya kuwa ni upotevu mbaya. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hilo. Kwa hiyo tuwe na istidadi. Kutaja matukio kama haya ni kwamba tuwe na istidadi wa Uislamu kwa ajili ya siku yetu ya kesho. Mtu usijiproud kwa chochote cheo.